Wewe chama chetu cha UDA kiliketika kukataa, the party rejected you, ukaleta maandamano pale madhira, ukasema no Rigathi no Ruto. Uliingia katika kiti kupitia maandamano na fujo, na hiyo fujo ndio imekutoa kwa kiti. Uende ukiendanga na uachane na mimi. Mimi sio rika yako, mimi sio rika yako. Mimi nimekuwa senator, nimekuwa majority leader, nimekuwa waziri nimekuwa deputy speaker, sasa ni deputy president. wewe ni nani yeah. waende wasiende yeah. ni si ni faya si faya yeah. Wewe mtu ya mitego, mimi na unazunguka hapa ukiniita sijui soprano sijui kasongo sijui soprano. Ukitaka nitakuvua nguo, I'm telling you, waendelea na hiyo kielele, mimi nitakuvua nguo. Kuna mzungu alikuja hapa, anaitwa Okampo akashika Uhuru Kenyatta akashika William ya Ruto akampeleka hei. Alikuwa na kimbelembele kama hiyo yako, ntakunyoa na mwosho mmoja, ntakuocha na mwosho mmoja. Ifaya sifaya, inoma sinoma, aende asiende, aende asiende. Mimi nasikia anakuja hapa sanane, kuja uombe kule akaishi bwana. Wachana na mimi, wachana na mimi, my friend. Hapa ni nyumbani na wewe ni mtu mdogo kwa siasa.